Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania, wamesema kwamba spika la bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania Mheshimiwa Musa Hasani Zungu, mbunge, anasikitika kutangaza kifo cha mbunge wa Pelamiho Mheshimiwa Jenista Joakim Mhagama kilichotokea leo tarehe 11 Desemba 2025 jijini Dodoma. Kwa masikitiko makubwa anaomba kutangaza kifo cha mbunge wa Pelamiho Mheshimiwa Jenista Joakimu Mhagama kilichotokea leo Desemba kumi na moja elfu mbili ishirini na tano jijini Dodoma. Natoa pole kwa heshima wa bunge wote, familia marehemu, ndugu, jamaa na wananchi wa jimbo la Peramiho. Mwenyezi Mungu awape moyo uvumilivu na subira katika kipindi hiki kigumu, amesema Mheshimiwa Spika. Ofisi ya bunge kwa kushirikiana na familia marehemu itaratibu mipango ya mazishi na taarifa zaidi zitaendelea kutolewa. Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu apumzike peponi, amina. Kitengo cha mawasiliano na elimu kwa umma ofisi ya bunge Disemba 11, kumi na moja elfu mbili na ishirini na tano.